Sema dunia ina mapambo yake, kia chama, majumba, pesa, magari ni wanawake. Nisha eh, choka nimefua maguo yote, mume wangu angekuja angenisaidia japo hata kidogo, maana nishachoka. Sasa hivi hao watu wajao, hao wakiniulizia wambie sipo, wanidai Man. Sawa. Eh. Dizarre. Yeah. Dizarre. Hey. Okay, asante, ndo hapa ndo hapa eh? Uh -huh. Asante sana kijana. Habari? Nzuri. Ah, samani, mume wako yupo? Kwema lakini. Ah okay. uh k -uh. So kwema. Mumeo kanilimisha nandai, yumo

mijana jike mingine hasa kuyaa si. nukusi si nakuambia wee, kuwa unifiche hawa wakija haya majambazi haya haya. Jambazi ni nani hapa? Si hapa shida yetu si moja tu. Sawa. Kijana sawa namelea vizuri eh? <laughs> Hapa hamna sura jambazi, kitu kimoja, pesa ziko hapa <laughs> Nakwambia usiwambie hawa kama nimo <laughs> Nakuambia weo unifiche. Ulivyonipiga kibao jana usiku ulitegemea nini? Nalipa oh na nitakuwa nafanya hivi hivi. Ukinipiga kibao namwenyewe, nakulipizia kwa watu wake sasa <laughs> <laughs> mke wangu, kijibao kile kijibao kile kijibao cha mahaba eh? kijibao kile tu siekwe tu, watu wake twawapiga vibao, ila ilaofanyi chochote, lakini nashangaa wewe eh. ah. mume wangu, mahaba hayo <laughs> <Mababayo. laughs>

Kwa katika, <tikipanza yibibi> he he. Hakuna mahabaya hivyo na ukiendelea, ntakuonyesha sho bora sana ukapigwa hata kibao japo kimoja.